Awali ya yote, nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kuwapongeza sana kutokana na mambo mengi mlioyafanya tangu mmefika chuoni hapa. Kwa niaba ya wakufunzi wenzangu wote waliopo hapa, tunawapongeza sana, hongereni hatua mliofikia. Mna uwezo wa kuilinda Tanzania. Wale ambao hawana uwezo wa kuilinda Tanzania wamejichuja wenyewe, na tutaendelea kuwachuja mpaka tubakie wale wachache wenye dhamira ya dhati ya kuilinda Tanzania. Hayo mafanikio si ya kwenu peke yenu. Mafanikio haya yametokana na wakufunzi wenu hawa. Mimi na uongozi wote wa chuo cha polisi Tanzania tunawapongeza pia wakufunzi wote wa shule ya polisi Tanzania kwa kuwawezesha kuruta hawa kufikia hatua hii. Kuruta nyinyi wote ni vijana, vijana, mna nafasi yenu kubwa sana katika taifa letu na katika nchi yetu. Vijana nyinyi ndiyo walinzi wa taifa letu, ndio walinzi wa nchi yetu, hasa vijana tuliomo kwenye majeshi yetu, mkiwemo na nyinyi. Mmechukuliwa kwenye jamii, mmeletwa katika shule ya polisi Tanzania, tuwape mafunzo ya kuilinda nchi yetu, tuwape mafunzo ya kuwalinda wananchi wetu, raia wa nchi hii na mali zao, wawe salama. Kwa hiyo nafasi yenu ya kwanza ni ulinzi kwa taifa ulinzi kwa nchi. Tunaposema nchi yetu ni salama na tunaposema nchi yetu ina amani, ni kwa ajili yenu vijana. Jitambue nafasi yako, wewe kijana uliopo ndani ya majeshi yetu hasa, na wewe uliopo katika jeshi la polisi, nafasi yako ni muhimu mno katika ulinzi wa taifa, katika ulinzi wa wananchi wetu, wa maisha yao na mali zao. Hiyo nafasi nyeti sana, sio kila mtu anaweza kupata hiyo nafasi. Vijana nyinyi, mna umuhimu mkubwa kwa uhai wa taifa hili. Nyinyi kundi lenu ndiyo kundi la kuchapa kazi, ndiyo kundi la uzalishaji. Maendeleo ya taifa hili yanatokana na vijana. Ni vijana ndio wafanyakazi, kwa sababu wao wana nguvu kubwa za mwili, wana nguvu kubwa za akili. Shughuli zote za kiuchumi, shughuli zote za kibiashara, asilimia kubwa inayoendesha ni vijana. Ukiwaona bodaboda ni vijana. Ukiwaona wanamuziki ni vijana. Ukiona wasanii wengine ni vijana. Ukiona wakulima wengi ni vijana. Ukiona viwandani ni vijana. Kwa hiyo vijana, mna nafasi ya kupandisha kiwango cha uchumi wa taifa letu. Kwa maana hiyo, maendeleo ya taifa yoyote ile duniani yanaletwa na vijana. Mmeweza kuiona nafasi yenu katika taifa? Mna nafasi kubwa sana hata uhai na ustawi wa jeshi la polisi unaotokana na vijana. Afande CPF leo ana furaha sana kuona nyinyi vijana karibuni elfu tano mmefikia hatua hii, kwa sababu uendelevu na uhai wa jeshi la polisi, nyinyi ndiyo mtakaokuwa mmeushika mkononi wachapa kazi maaskari, mtakuwa ni nyinyi. Viongozi wa maaskari kuanzia koplo mpaka staff sergeant, mtakuwa ni nyinyi. Wakuu wa vituo, mtakuwa ni nyinyi. Maocd, mtakuwa ni nyinyi. Maocid, mtakuwa ni nyinyi. Makamanda wa polisi wa mikoa, mtakuwa ni nyinyi. Makomandanti, mtakuwa ni nyinyi, mpaka viongozi wakubwa kule jeshini, mtakuwa ni nyinyi. Mapolisi wote mnaoona tunavyoo hivi, tulikuwa kama nyinyi na tulipitia hatua hizo, haya mnayoyapitia. Kila mnayemwona hapa kwenye meza ameyapitia, lakini alikuwa mvumilivu, alikuwa, alikuwa na nidhamu, alikuwa na Siku moja nitapenda sana kusikia komandanti wa shule hii ametoka kwenye depo hii, mkuu wa jeshi la polisi ametoka kwenye depo hii.